Wakati jumuiya na taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu ulimwenguni pamoja na makundi mbalimbali ikiendelea mbali, kutoa taarifa na matamko kadhaa kufuatia hali ya kisiasa iliyoibuka hivi karibuni nchini Tanzania kufuatia waandamanaji pamoja na matukio yaliyojitokeza ikiwemo vifo pamoja na walibifu wa mali katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 seneti ya kamati ya uhusiano wa mambo ya nje nchini Marekani imetaka uhusiano baina ya Marekani pamoja na Tanzania kuchunguzwa upya. Hatua hiyo inakuja kufuatia madai pamoja na matukio kadhaa ya vifo ambayo yamejitokeza na kuonekana hadharani huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ukiziwa gumzo nchini Tanzania. Umoja wa Afrika ukisema kwamba uchaguzi huo haukuwa uhuru na wa haki, kufuatia uangalizi wake kutua nchini Tanzania na kufanya uchunguzi wa kina, ambapo alikuja na ripoti na kuzungumzia juu ya matukio mbalimbali ambayo mbali ilionekana katika uchaguzi huo, ikiwemo madai ya kukatwa kwa internet pamoja na ghasia ambazo ziliibuka katika uchaguzi huo uliofanyika mwezi Oktoba. Kiongozi wa kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani alisema Tanzania ruling party has endangered the safety of its citizens and tourists in the country after these fraudulent elections. The US Tanzania relationship must be reviewed, alisema katika kauli yake Senator Shaheen ambaye mara kadhaa amekuwa akibuka na kuzungumza na kulaani juu ya matukio mbalimbali yaliyoonekana na kujitokeza nchini Tanzania. Si mara ya kwanza kwa kiongozi huyo kuzungumzia hali ya kisiasa nchini Tanzania, bali pia mara kadhaa pia amekuwa akikemea juu ya vitendo ambavyo anadai vinakiuka misingi ya haki za kidemokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Kauli hiyo inakuja kufuatia kile ambacho kiliandikwa na Amnesty International ambao pia walikemea kuhusiana kukatwa kwa mtandao pamoja na matukio ambayo yalionekana katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Tanzania.